kuna fuka moshi e, wanaotaka ubunge udiwani, CHADEMA watwisha zigo la kusaka saini milioni 15 za wananchi. Wenyewe wafunguka wakiwa na mitazamo tofauti. Mwita atema nyongo akimtaja Mboe. lakini udanganyifu wa ikoroga NHIF vituo vya afya, udanganyifu wa vikoroga NHIF vituo vya afya. lakini ndani ya siku nne watu 14 wafariki ajali Same Mwanga. Ndani ya siku nne watu 14 wafariki ajali ya Same eh, Mwanga. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kurasa wa mbele. Lakini bunge la 12 liliopitia majonzi eh, bunge la 12 liliopitia majonzi. Nchimbi atoa maagizo wizara ya Bashe wakala wa mbegu. Nchimbi atoa maagizo mazito wizara ya Bashe eh, na wakala wa mbegu. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Mwananchi kwenye ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na kurasa za gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako sasa la Nipashe mwanga wa jamii linaandika: watoto wenye walbino wanusurika kutekwa, wazazi roho juu, wataka kuwahamishia mbali. Lakini Kassim Majaliwa asema ukiritimba bado tatizo bandari atoa maelekezo ewini. Kassim Majaliwa asema ukiritimba bado ni tatizo bandarini atoa maelekezo. Lakini wakuu wa shule waingiwa hofu kushtakiwa kwa Stephen Wasira, wakuu wa shule waingiwa hofu kushtakiwa kwa Stephen Wasira. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Nipashe kwenye ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari kubwa inayosema msimamo ni ule ule. Hilo ni gazeti lako la Nipashe. habari E, kubwa inasema ni msimamo ni ule e, ule uongozi wa juu wa Chadema wateta wa na watiania ubunge na udiwani washikilia ajenda ya no reform no election, Lisu atoa kauli nzito. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini gari lenye maiti linatajwa chanzo cha ajali ya basi iliyoua watu saba. Gari lenye maiti linatajwa chanzo cha ajali ya basi iliyoua watu saba. Lakini watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao. E, watu watatu wa familia moja e, wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao lakini usipo hudhuria msibani faini ya fedha na sahani 12. Eh, usipohudhuria msibani faini ya fedha na sahani 12. Mbunge ashtushwa na mchakato wa kugawa jimbo lake. Mbunge ashtushwa na mchakato wa kugawa jimbo lake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo wa asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema watu saba waliokufa ajalini moshi watajwa. Eh, watu saba waliokufa ajalini Moshi watajwa. Lakini gari la ua watatu wa familia moja Chato. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. E, gari la ua watatu wa familia moja huko Chato. Na mazingira biashara na uwekezaji kuboreshwa. E, mazingira ya biashara na uwekezaji kuboreshwa. Majaliwa watoa maagizo TPSF ya shauri mambo 12. Hiyo ni habari ukurasa wa 2. Lakini Mkuchika kuendelea kuifungua Kigoma. E, Mkuchika kuendelea kuifungua Kigoma, lakini kuna habari ya sura TRA hatuna ubaguzi kuajiri mwanasheria mkuu wa baraza. Eh, kushirikiana na sekta ya ujenzi, hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini TMA yahadharisha mafuriko eh, Tanzania. Eh, TMA yahadharisha mafuriko. Na kwenye gazeti la Uhuru linaandika Rais Samia kuzindua miradi ya mahakama. Eh, Rais Samia kuzindua miradi ya mahakama. Majaliwa ataja mkakati wa kuboresha uwekezaji, huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ataja mkakati wa kuboresha uwekezaji. Lakini Balozi Dr. Nchimbi atoa maagizo Wizara ya Kilimo. Ajali ya basi yaua watu saba na thelathini na moja wajeruhiwa. E, vigogo ACT wafunguka saba wa sababu za kujiunga na CCM. Vigogo ACT hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye ukurasa wa mbele. Lakini sakata la mama kudai kubadilishiwa mtoto majibu ya DNA hadharani. E, sakata la mama kubadilishiwa mtoto majibu ya DNA sasa hadharani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele kuna habari inayosema serikali yazindua mfumo wa kidigitali utoaji mikopo Serikali yazindua mfumo wa kidigitali utoaji mikopo. Lakini Dr Mwinyi, maofisa habari fikisheni taarifa kwa umma e, we, Dr Mwinyi asema maofisa habari fikisheni taarifa kwa umma, asema ni daraja baina ya serikali na wananchi e, asema ni daraja baina ya serikali na wananchi. Lakini makusanyo ya ZRA yaendelea kupaa e, ni mamlaka ya mapato Zanzibar, ZRA yaendelea kupaa. Aliyemshambulia kwa visu mke mwenza apata dhamana aliyemshambulia visu mke mwenza apata dhamana. Lakini mahujaji watakiwa kuhairi, kuharakisha ya hati zao za kusafiria mahujaji watakiwa kuharakisha hati zao za kusafiria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la majira na lenyewe asubuhi ya leo, kuna habari inayosema DC Same atakayeghushi nyaraka za umiliki wa ardhi kukiona. Lakini serikali yataka taasisi za mikopo kutokandamiza wananchi lakini umuhimu wa kujadili mabadiliko ya tabia ya nchi kwa manufaa ya watoto lakini ajali nyingine yaua watu nane kujeruhi 31 ajali nyingine yaua watu nane na kujeruhi 31 ni baada ya basi kutumbukia bondeni likijaribu kupitia magari mengine ilikuwa ikitoka Ugweno kwenda Dar es Salaam lakini taarifa za maendeleo ziwafikie wananchi haraka taarifa za maendeleo zawafikia wananchi haraka, na isame Tanzania ina bahati kuwa na rais mwanamke. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, na yenyewe ukurasa wa mbele na habari inayosema sisemu bumburi, propaganda za wahuni haziwezi kututoa kwenye reli. Lakini wanachama ACT Wazalendo, Chadema wajivua gamba mbele ya Dkt. Nchimbi. Lakini Kassim Majaliwa, serikali itatoa ushirikiano wa dhati kwa wawekezaji hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Machinga anasema eh, serikali itatoa ushirikiano wa dhati kwa wawekezaji. Asema itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, lakini asema mpango huo utaongoza eh, tija kubwa kwa taifa na kufikia malengo. Lakini kiongozi Chadema atajwa kuhamasisha uasi, kiongozi Chadema atajwa kuhamasisha uasi, atamka hadharani kauli ya uchonganishi baina ya serikali na wananchi habari inaendelea kwenye gazeti lako la sauti Machinga, sauti ya wanyonge, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiacha na gazeti la Machinga, tuangalie gazeti lako la uelekeo lenye linaandika TWCC yampa rais Samia maua yake. Lakini simanzi ajali Kilimanjaro, saba wafa, basi liliopinduka wiki moja wafikia kumi na nne. Lakini kuna habari inayosema ziara ya Dr. Nchimbi mkoani Ruvuma yavuna mapinzani, yuna habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele lakini tukiangazia sasa kurasa wa nyuma kwenye michezo na burudani tunaanzia na gazeti lako la Mwelekeo. Kamwe aburuzwa mahabusu Tabora, Yanga sasa waigeukia Azam FC. Hiyo habari kubwa inasema kali, Kamwe aburuzwa mahabusu Tabora, Yanga sasa waigeukia Azam FC. Lakini Simba njooni kwa Mkapa tunavuka. Mangungu adai mbinu chafu zilizowabeba Almasiri. Lakini Simba Yanga za kwepana CRDBFA. Juksi kufungua kufunga ndoa ya kimila na Nigeria yuna bariki kwenye gazeti lako la uelekeo. Lakini gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Azam yachimbia kiburi kaburi Ken Gold. E, Azam yachimbia kaburi Ken Gold baada ya kuitandika kisawa sawa. Lakini Fadu uwezo wa kupindua meza tunao. Huyo ni kocha wa Simba Fadu asema uwezo wa kupindua meza tunao. Kocha KMC hataki masihara lala salama. Lakini kocha Yanga nyota wa wazeni ubingwa wa ligi. Kocha wa Yanga nyota wazeni e, ubingwa wa ligi. Lakini robo fainali Sierra BFA hadharani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la majira kwenye michezo naandika Simba wapanga mkakati mzito kuiua Almasiri. Wasema kwa mkapa do or die kukipiga Mbeya City eh. Lakini msemaji wa Yanga achi wa huru. Eh, huyo ni Ali Shaban Kamwe achiwa huru huko Tabora. Lakini kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kunaanza nambari inasema Fatu mechi haijaisha, tutashinda kwa Mkapa. Kocha huyo afunguka e, bao la mapema lilioondoa mchezoni nyota wake. Yanga itisha Stand United robo finali. Hilo ni gazeti la Nipashe. Lakini gazeti la Zanzibar leo naandika robo finali ya RB Benki Yanga Stand United Simba Mbeya City. Lakini dakika 90 kwa Mkapa kumua hatima ya Simba kuamua hatima ya Simba. Kafu, haikuwa rahisi kuifunga Tabora United, hao ni Yanga toa neno. Lakini gazeti la Uhuru naandika fadu kwa Mkapa hawatoki Msondogoma yawaonya wa Kwere. Lakini Mkamwe achiwa kwa dhamana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la habari leo naandika Yanga Simba kukutana fainali kombe la shirikisho. Serengeti Girls yatinga nusu fainali Uturuki. Azam ya Tamba Ugenini. Dodoma Jiji sare lakini gazeti lako la michezo gazeti la Mwanaspoti lenye nambari kubwa inasema Aziz Ki afichua kinachomtesa, lakini hesabu za kuivusha Simba da ya pewa mwamuzi wa kadi penati, lakini Arsenal yapata dawa ya Madridi. hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndiyo linatufungia usomaji wa magazeti kwa kwa kwa asubuhi ya leo, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. asanteni kwa usikilizaji mwema.